Karibu kwa mara nyingine tena, mwana gossip mwenzetu, mbea mwenzetu. Hii ni meza ya mbea, na hii ni the gossip table wazungu wanaita hivyo, mm. Sammy baby your girl mama lao ah. Binti mwenye asiyekuwa na huruka za ovyo binti ah. mwenye stara zake mjini binti ambaye alikuwa na heshima zake, ndio mwana wa Dar es Salaam, mwanamke nisiyekuwa na gharama. Nimekata zangu nywele hapa, ni buku tu kunyoa, sina hata makeup, niko natural natural ah. umbo langu ili, ili siendi jimu wala siendi Uturuki, nimeridhika ah. Ukinipenda haya, ukinipenda go mimi nakuona, yaani wewe utaje sasa kuambia ati sasa, sio ukinipenda nini, watu wanakupenda, we si mzuri. <laughs> na uzuri gani? yeah, mimi? wewe ujioni no, nasima a mnaamini wanawake waupe. wenye bigi nini? unaweza hakuna kwa nini sio mweupe, we mweupe, so uzuri ah. wa, wa wa uzuri zaidi wa mwanamke mm. ni tabia unaelewa? Ah. lakini kuna vitu lazima uwe naangalia hii miwani inakustiri ndugu yangu, yaani itakuwa hivi, yaani itakuanavyongeni miwani maana habibi mm. Sometimes unaweza kaa umevaa miwani mwenzako hajavaa mm. mm. Ukona kama unamwenjoy na nini unajua zile sasa uh -huh. Nimekuvulia hivi uh -huh. Tuwe sawa nimevua mm. miwani tuonane <laughs> yes. Sawa bwana, sisi tuko hapa lakini zaidi kubwa ni kuwa na sisi kwa kusubscribe unabonyeza yes. Alama ya kengele afu sasa, unamwambia na mwenzako mm. kwamba tayari tuko hapa kwa hewa bwana. Kuna clip ambayo imetembea sana mitandaoni yeah. Bila shaka umeiona, hata mtazamaji utakuwa umeiona. Kwa hiyo hujaiona tukujuze tu kuna kitu metembea bwana. Uh, Wema aliposti kwenye Snapchat yake. Yes. Akionyesha vidonge vya kutosha. mm. Vidonge viko vingi pale, analalamika, jamani, hata siponi midonge ei hey! Sasa sawa, mm. mimi nika kuposti sio shida, kila mtu ana, unajua, uh, hii mitandao kila mtu ana uhuru wake, muhimu tu usivunje sheria yeah, za nchi wow. e, na mitandao pia TCRA wapo wow. Ile mimi kilichonifikirisha zaidi mm. uh, ching ni kuhusiana na kwamba tulisikia tuli mm. Wema ni mama ke, sasa nikawaza mimi ni mwanamke mm. nilishaikumwa pia mm. Lakini kuna dawa ambazo unatakiwa kama mjamzito usizi, usizitumie mm. Nimeona midonge ile mingi kasema, huyu mm, si mjamzito huyu mm. Au vipi tena au <laughs> ndio kiki ni kiki, eh, kiki ni gigi ni gigi ni ni kiki ke. <laughs> Nafika wakati Wema unamuonea huruma, anachokiposti mm. watu kinakuwa kinaenda viral ii yeah. kinaenda kabisa, kwa sababu watu akiposti kama hivi kaposti yuko na madawa mm. madawa yale anaonekana, huyu utakuwa na mimba, watu wanaanza kujiuliza, wanajiuliza, unaelewa, inawezekana ana mimba, mnaelewa, hana chochote, anaumwa tu maradhi yake yeah. ya kawaida kaamua mimi huwa na napenda na sana kuambia hawa wasanii. Unajua, mm. sometimes unaposti kitu ambacho kinaleta faida. Ndiyo. Mm. Na ukiwa katika kama ukimzungumzia Wema, alipo katika vurugu vuruguvurugu fulani hivi eh, watu wanamzungumzia na hivi, hiyo content yake ya kuposti kuhusiana na madawa meaeka, mm. madawa mengi eh, watu wanakuwa wanaeka, sasa kwa upande mwingine wanakuja kuona da kuona huyu atakuwa na mimba, anajiuliza kitu gani kinaendelea kuna watu uwe unaumwa maradhi ya kawaida mm. uwe una mimba uo mm. umeamua tu kujirekodi bwana ngoe nitafute kitu wezi jua, unaelewa msanii mm. eh, watu wao oh, wakiona tu ile post, kazi yao kukushambulia, mm. na dada anatafuta mtoto wa bandia <laughs> umeelewa huyo. Tena dada akajitokeza kwa onekani sijui mm. wozu sijui ameachana eh, kwa hiyo hana pa kutokea, sasa hivi anajiposti, anaonekana kama anatafuta mtoto, unaelewa vizuri, ndio kwa, mm. kwa, kwa Wema Sepetu kama anaumwa kweli mm. Kama anaumwa kweli ni sahihi, lakini mimi sioni haja, kama ni msanii nafika wakati kila kitu tena mm. Wewe kwenye mitandao, ukiwa kila kitu, kidole. Mitandao. Ukiwa umeji umeenda studio mitandao ah, ni wengine wamejikwaa tu wanaposti ah, wenyewe wa ambao wanamiliki <laughs> hiyo mitandao wanasema jamani, tena basi mm. ah! Sasa mimi nikaanza, kuna posti, ukri, ah, mm. Wema, hivyo, man, kwa sababu nikapitia pia zile peji ambazo zilikuwa zimeposti hiyo clip na kuzungumza kwamba Wema hivyo mara, sikakata tamani, kawa anapitia zile comment. Comment ni nyingi sana na kuna na... peji moja nilikuta ina comment mia nne na kitu, yani comment nyingi. ah, pole kuna Wema. wengine sio kama wana comment, ni mradi kuchangia kitu mm. au kusaidia mm. wana comment kukamanbi Yes. Yaani, mtu wewe ana comment Wema Sepetu ushaisha na, we usha, na wengine wana kashifu. Wewe, Wema Sepetu, una ukimwi una... Jamani, msimkashifu. una, una, una pa kutokea. Wengine wanasema unataka kutoa mimba Wema sibishwe. Mwingine akasema eti mara hamchelei kusema kwamba mimba imeharibika. Eh, jamani, jamani, jamani. Sasa lazima mtu macho. Mm. Unataka ukioa unambona macho. Eh, si lazima uvue na miwani. Eh, hey, unambona unapona kitu. Mm. Sio lazima ambe tazama wakati unakiona. Mm. Unaelewa? Ushakiona uweze kuambia tazama. Mm. Kwa hiyo wewe mwenyewe binafsi lazima ujiambie. Mm. Sio kila kitu kwa kinaenda kwenye public. Mm. Hii nadhani wasanii na ndio wasani, maana kuna connection kibao zinatokea, sio kama wengine wana, wana wana nini feature. Ah, kuna wengine wanataka tuze vitu vyao viende eh. Basi kuna vitu lazima vitengeneze brandi, unaelewa, kama ishu ya mtoto Wema kashangaika sana. Unaelewa? Mm-hmm. Kuna kipindi Wema Sepetu umeona kabisa, mpaka ametengeneza yale matumbo bandia yeye kwa nini yule kwa yule kwa ni, ni, kwa ni, jima, ni, ni kwa mimba kwa ile ile. Mimba kwa ni situngeona miaka mingi. Situngeona sasa hivi kuna kuna kuna mtoto, kuna kibebi. Mnaelewa, kiko pembeni. Kwa nini wewe mtoto tumbo bandia si juzi juzi tu hapa? Si juzi. Si ah, si kipindiki ambacho yuko na ozu. Hiyo juzi hiyo juzi juzi miaka mingapi sasa hivi tumbo. Kuna sasa hivi vitu vingi. Jamani. Mimi cha kumwambia au cha kusema. Bila mimba ijifiche. Kuongea, haiwezi kujificha. Ah, hata siku moja. Yaani wewe ficha unapoficha, ficha vyovyote unaweza kuficha, lakini huwezi kuficha tumbo. Ujauzito huwezi kuficha. Watu wana- watu wanahangaika, watu kuna watu, mtu anandoa kabisa mumewe anawezekana kashenda kupima hospitali mambo mm, hamna mm. Sasa mwanamke anatamani mtoto unaelewa? Mm -hmm, mish siku kuna huku na huku anajiiba, tunaona hata kwenye bongo movie tunaona hata kwenye series, unaelewa mm, elewa hey, jamaa kweli akipigi wanaenda huku kina, kitu kinatoka kitu kitu kwa hiyo okay, nafika wakati lazima hmm, tuongee tu ukweli tu. Kuna wakati jamani, hii mitandao ipo kwa ajili ya yetu hmm, sisi, lakini si watu maarufu ndivyo walivyo jamani. Lakin watu maarufu ndio ndio, umaarufu wenyewe. Sasa hakuna watu wanaishi na stress kama watu maarufu, asikwambie mtu, yaani wanawazidi hata matajiri Sari, na kuna umaarufu na kuna utajiri. Sasa mimi nataka nijue hapo kwenye unaanza kuwa maarufu hivi ni maarufu ni tajiri au sio? Kila mtu maarufu ni tajiri. kwa sababu gani? Kwa sababu mimi nahisi unapokuwa maarufu unakuwa umeweza kuwakamata hata matajiri wenyewe. Iko hivi, kuna watu ambao umaarufu wao yani utajiri wake ni kukusanya watu. Yani kuna mtu ni maarufu, utajiri, wa utajiri wa watu lakini sio utajiri wa pesa. Ndio maana angalia hata asilimia kubwa sasa hivi, angalia kuna watu maarufu ambao hata maisha yao ni ya kawaida sana, lakini anajulikana. Lakini maisha yake ni ya kawaida anatokea tu mtu ambaye sio maarufu, ana utajiri wake na hela, maisha yanaenda. Wema Sepetu naye ni tajiri wa watu. Hiyo ni, ni, wa ni Tanzania ni sweetheart, anapendwa na watu jamani. Eh, ya, ya na... na pia hata kwenye hizo comment ambazo nimezipitia yeah, mle sio kila comment ambayo niliona inamsema vibaya ya Wema kusiana na Wema kuposti ile like video sio ana- ameweka vidonge mm, wengi asilimia kubwa pia nao walionyesha yaani ilikuwa ni 50 50, 10 over 10 mm, wengine wanamkashif wengine wanampa wana pole mm, wanamwombea dua, kwa hivyo itimisi kwamba ni mtu wa watu hata kama ana mapungufu yake, saa zingine binadamu, unajua wewe, ana huruma sana, ukimzungumzia, asipenda sauti yake tu, ana huruma sana sauti yaani, mimi, sauti tu ni huruma tosha. Mimi ningekuwa na, na uwezo wa kumpa nafasi yoyote, mimi... Ungempa mahusiano? Ah, ningempa nafasi ah, mimi kajua. Ungempa nafasi kama mke wako, siku nzima au siku mbili, kumuombea dua Wema Sepetu apate anachokitaka. Naamini Mwenyezi Mungu akimjalia Wema Sepetu, huwezi jua ya Mungu mwenyewe. Unahisi bado Wema Sepetu anahitaji mtoto? amekata tamaa ah kukata tamaa labda afe kukata no, bila... tamaa pale ambapo wewe umee tayari umeshakufa, si ndio? Watu wanamsema eti ndio anaumwaumwa sana. Hamna kuumwa ni ibada, ni, ni e, kuumwa yeah, e, I... e, kind of hakuna mtu anayeomba, sasa eh sasa kesho mimi naamka naumwa ni ngumu, unaelewa? Yaani wewe lazima utaumwa na jino, utaumwa sio na marelia, hata hata vijichafi ya mfululizo, tayari umetimiza ibada. Kwa hiyo kwa Wema Sepetu, wewe kuposti au madawa, mimi mm. nahisi tu labda ameamua kuposti tu just alikuwa anajisikia vibaya u kuwa nauma na maradhi mengine ya kawaida, lakini mm. watu wakamention vile vitu kwa husiana na kutokana na Wema Sepetu anataka kuposti kuhusiana na mambo ya Labda ya ya hospitali kuumwaumwa mm -hmm. Watu wanaanza kuunganisha matukio maswala ya mimba na nini. Kwa hiyo mimi nitakuwa nataka kusema kitu gani? Nataka kusema kwamba natakiwa pia mm -hmm. mimi kama mimi. Wewe kama chingi. Kwa sababu ya huruma. Uizi. Na huruma. Unajua uh, unapofika umri lazima uitwe baba mm -hmm. na uitwe mama, hii inakuwa inamchoma mchoma ndani kwa ndani Wema mm -hmm. kuona marafiki zake maarufu sana masuperstar mm -hmm. Okay, wakina aunti zake Jackie Mwopa Kina Kajala, Kajala, Kajala mpaka wajukuu sasa, hiyo wamepata, umeelewa? Wasanii yani, tunaunganisha wasanii kwa ujumla mm. na yeye mwenyewe akiwemo, ile inampa nafasi na wakati mgumu sana kuona, na ndio maana mm. unakuta kuna clip, baadhi ya clip Wema yuko na watoto na nini, ana feel kuona, da, na mtoto wangu. Ukirudisha siku nyuma, miaka iliyopita, Wema Sepetu wamepitia vitu vingi, mimi naamini Uh, katika story story na ushapata kusikia kuona, mm. Wema Sepetu kama alishawahi kuwa na mahusiano na alishawahi kuwa na ujauzito, mnaelewa mm. Uh, sijui ujauzito wa nani, kwa sababu ana mnyororo mrefu wa mahusiano yake, hatuwezi jua eti eh, ana mnyororo mrefu wa mahusiano yake, hiyo ni ukweli. Ah, wafiki hata kumi mm. <laughs> hapo lazima, <laughs> lazima, kwanza, lazima, lazima, <laughs> lazima kwenye watano hivi, nikwambieje? Watano hivi, nikwambieje wanne siuwannepita, sio wazu, ndio watano kwa ulikuwepo, eti alikuwepo. Unajua, kuna kuna zile trending story ambazo sisi tunaziona, lakini kuna ushahidi, ndio umeelewa? mm. ushahidi tu, tunarudi nyuma, tunaanza kuna tena eh, si ndio mnyororo huo mm. yupo kalise

Mm -hmm. Sina uhakika, ndio maana akasema mnyororo ni mrefu. Kikubwa tunamwombea Mungu, eh, apone jamani, msimsakame hiyo hey, ni kawaida sana kwa watu maarufu kuposti vitu vyao. Kwa sio kila siku mnapostia vitu tu vya furaha, kuna wakati pia wana, wanapitia huzuni wana wanashare, wanashea nanyie mashabiki Eh, hey, wana mazito hawatamani kuwa hata maarufu. Kuna mwingine kwenye comment alisema, sasa hizo dawa sianipunguzie mimi nimsaidie kunywa jamani, mm. <laughs> Ni hatari. Ni hatari. Yaani usiombe upitie katika wakati mwingine. Mm-hmm. Yaani kuna wakati unaweza kupitia kusema dawa

nafasi nyingine ya tofauti kabisa tofauti ambayo umeitarajia, kama umeposti kwa mapenzi tu mwenyewe, lakini kile kitu ambacho kikakufanya da kikakuumiza, umeposti mwenyewe mm -hmm. Basi mambo ndo yako hivyo. Sasa si tunamaliza hivi ze gossip. Tunamaliza, tunamalizana hivi meza ya wambea. Sami, baby nilikuwa hapa, lakini natamani nikuache neno moja mm -hmm. usiombe nyakati mbaya, nyakati mbaya haziombwi <laughs> Basi mi nasema asante, mi siacha hukuwacha zaidi ya kusema tu jamani, mm, subscribe hapo kwenye YouTube mm, channel yetu au siobana 69 media mm, uh, kwa ubuyu wote utaupata hapo sawa.